Bwana Yesu asifiwe. aw a yote na namshukuru Kristo aliye Bwana na mwokozi wa maisha yetu, lakini pia nawakaribisha wote tuweze kujifunza habari ya somo ya ubatizo, kwa maana dunia imezidi kudanganywa kwa mafundisho mbalimbali, na sisi tupo hapa kwa ajili ya kuweka ukweli. Sasa somo la leo linasema ubatizo wa kweli ni upi? Na somo hili la ubatizo ndiro linaambatana na wokovu, kwa maana Bwana Yesu alituambia kwamba aaminie na kubatizwa ndiye atakaye atakayeokolewa, lakini asiyeamini hataweza kuokolewa kamwe. Sasa katika watu ambao walikuwa wakiamini wengi sana huwa wanabatizwa, na wengi ambao ni Wakristo Ukiwauliza wote watakwambia mimi nimebatizwa, na mimi nimebatizwa. Sasa ukimuuliza umebatizwa, ubatizo upi mwingine? Sasa hapo ndipo kunakuwa na kizungumkuti. Huyu anakwambia nimebatizwa kwa maji machache, huyu ni maji mengi, huyu aliruka moto, huyu alifanywaje? Kwa hiyo kuna mambo mengi sana ambayo yameweza kufundishwa katika hali ya ubatizo. Sasa tuweze kujiuliza swali. Je, katika hayo yote ubatizo wa kweli ni upi? Kwa sababu ukikosea kwenye ubatizo itimizi unakuwa unapoteza wokovu wako, unakuwa unacheza na wokovu. Kwa hiyo hili ni somo muhimu sana kwa yule ambaye anatamani kujifunza ukweli na kutambua kwamba kuna ubatizo wa kweli ambao kila mwanadamu anatakiwa abatizwe kwa huo na Tukianza na kitabu cha Waefeso, ndio kama msingi wa mada yetu. Inasema Waefeso sura ya nne na ule mstari wa nne inasema inasema mstari wa nne inasema, mwili mmoja, roho mmoja, samani. Inasema Waefeso sura ya nne na ule mstari wa tano inasema bwana mmoja imani moja, ubatizo mmoja. Kwa hiyo kulingana na Biblia inafundisha bali ya ubatizo mmoja. Ni ubatizo mmoja. Sasa huo ubatizo mmoja ni ubatizo mmoja ambao ni upi? Kwa maana kuna batizo nyingi ambazo zilikuwa zikitendeka hapa duniani tunazishuhudia. Tunaona wale kuna wale mapadri ambao wao wanawamwagia maji kichwani wakiwaambia wamewabatiza kwa jina la Bwana Baba Mwana na Roho Mtakatifu, lakini pia wanabatiza mpaka na watoto. Na lakini pia tuko na katika kesi hii tutaweza kuitumia katika ushahidi huo. Uh, lakini pia kuna wale watu wengine ambao wao wanabatiza kwa maji mengi, lakini kuna wale wengine ambao wao wanaruka moto kuna wale wengine ambao unasema ukiamini tu ndo basi ushabatizwa kiroho. Kuna wale wengine yani, mafundisho ni mengi ya kuhusu ubatizo. Sasa ukweli unakuwa ni upi? Ukweli unakuwa ni upi? Sasa tuanze na kitabu cha Yohana sura ya ishirini na ule mstari wa nne inasema, na hapa tunaona Yesu Kristo anawauliza wale ambao walikuja kumhoji anawauliza kama ubatizo wa Yohana ulitoka kwa Mungu, na kumbuka wale ambao ni mafarisayi walikuwa wanamkataa sana Yohana, hawamtaki na alipowauliza vile wakashindwa kujibu hilo swali. Aa, kitabu cha cha Luka ishirini mstari wa nne inasema Luka ishirini na ule mstari wa nne inasema anasema uh, Yesu aliwauliza kwamba ubatizo wa Yohana, je, ulitoka mbinguni au kwa wanadamu? Wakaojiana wao kwa wao, wakasema tukisoma tukisema ulitoka mbinguni, atasema basi mbona amkumwamini. Ukisema ni umetoka kwa wanadamu, basi watu wote watatupiga kwa mawe, kwa kuwa wamemkubali Yohana kuwa ni nabii. Wakajibu wakamwambia hatujui unapotoka. Yesu akawaambia mimi siwaambii nyinyi kwa mamlaka gani natenda mambo haya. Kwa hiyo kuna wale mafarisayo ambao walikuwa ni wanatumia ujanja katika hayo mambo yao, kwamba Yesu aliwauliza ubatizo wa Yohana umetoka mbinguni ama kwa wanadamu. Sasa wakajiuliza, tukisema umetoka mbinguni na sisi hatumwamini Yohana, Itakua ni changamoto tukiwaambia kwamba umetoka kwa wanadamu. Kumbuka Yohana alikuwa na watu wengi ambao walikuwa na, na kumwamini watu wengi sana na wale ambao walibatizwa katika kipindi chake. Sasa wakijiuliza hao sasa wa mafarisayo ambao ni viongozi wa dini wakasimu, tukisema umetoka kwa wanadamu hawa watu watatupiga kwa mawe. Hiyo kwa kaenda kumwambia Yesu kwamba hawajifahamu kwa hiyo hiyo ni tekniki ambayo walitumia kwa ajili ya kukwepa kwamba hawajui na walipoenda kusema hivyo na yesu akamwambia awaambi kwa mamlaka ipi anatenda yale mambo kwa hiyo sasa tunaendelea kusoma katika kitabu cha cha luka saba ishirini na tisa inasema luka huyo hiyo saba mstari wa ishirini na tisa maandiko matakatifu yanasema Luka saba ishirini na tisa inasema aa, na watu wote na watoza ushuru waliposikia hayo wakakiri haki ya Mungu kwa kuwa wamebatizwa ubatizo wa Yohana. Kwa hiyo tunaona kwamba watu wengi walibatizwa kwa ubatizo wa Yohana na kupokea uwezo wa Mungu. Kwa hiyo kama walibatizwa ubatizo wa Yohana, swali inakuwa ni ulikuwa wa kweli ama ni wa uongo? Jibu inakuwa ni kwamba ubatizo wa Yohana ulikuwa ni wa kweli, kwa maana Yohana mwenyewe ndiye alimbatiza Yesu Kristo, na Yesu Kristo alibatizwa na Yohana na aliwabatiza watu wengine wengi, na ubatizo wake ni wa kweli, ingawa ubatizo wake ulikuwa ni wa toba. Lakini pia kitabu cha Yohana sura ya tatu na ule mstari wa tatu tuone kwamba Yohana alibatiza kwa namna gani, kama ubatizo wake ulikuwa ni wa kweli aliwabatiza watu wa namna gani? Yohana 3, ishirini na tatu inasema ah, Yohana naye alikuwa akibatiza huko Ainoni, Ainoni karibu na Salim, kwa sababu huko kulikuwa na maji tele. Kwa hiyo Yohana mwenyewe alibatiza sehemu ambapo kulikuwa na maji mengi. Kwa hiyo katika ile migogoro ya ubatizo upi ni sahihi, tunaanza kuona mwanga hapa kwamba ubatizo wa kweli ni ubatizo wa maji mengi ni kuzamishwa ndani ya maji mengi. Kwa hiyo kama ulibatizwa kwa kuruka moto ama kukatwa kucha ama kunywa chai ama kufanyaje, hapo ni sawa na hujawahi kubatizwa. Ubatizo wa kweli, unabatizwa ndani ya maji mengi. Lakini pia tunaendelea katika kitabu cha Mariko kumi mstari wa thelathini na nane inasema Aa, tuulize na Yesu sasa. Yesu yeye anasemaje kuhusu ubatizo? Marko kumi eh thelathini na nane Marko kumi msari wa thelathini na nane maandiko matakatifu yanasema, msari wa thelathini na nane inasema, Yesu Yesu akawaambia, amjui mnaloliomba mwaweza kukinywea kikombe ninyweacho mimi au kubatizwa ubatizo nibatizwao mimi? Yesu anauliza kwamba, je, wataweza kubatizwa ubatizo ambao alibatizwa yeye hapa. Wakamwambia twaweza. Yesu akawaambia, kikombe nikinyweacho mimi nitakinywea, na ubatizo nibatizwao mimi nitabatizwa. Kwa hiyo tunaona kwamba Yesu mwenyewe anawaambia wanafunzi wake kwamba ubatizo yule ambao alibati, anabatizwa yeye na sisi tunatakiwa tubatizwe hivyo hivyo. Sasa swali linakuja, je, Yesu alibatizwaje? Hapo tukishajua jinsi ambavyo Yesu alibatizwa tutajua na sisi ubatizo wa kweli ni upi. Na tuende kitabu cha Mathayo tatu kumi na sita inaonyesha jinsi gani ambavyo Yesu alivyobatizwa, na alibatizwa na Yohana, kama nilichokuja kueleza kusoma, kumi na tatu kumi na tatu Wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe, lakini Yohana alitaka kumzuia uh, lakini Yohana alitaka kumzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa nawe, nawe waja kwangu? Yesu akamwambia, Yesu akamjibu akamwambia, kubali hivi sasa kwa kuwa ndivyo ikupasavyo kutimiza haki yote. Basi akakubali. Naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, na tazama, mbingu zikamfunukia, na akamwona Roho wa Mungu akishuka kama hua, akaja juu yake. Kwa hiyo tunaona kwamba Yesu alitoka alitoka Galilaya akaenda mpaka Yordani kwa ajili ya kubatizwa, na Yordani ulikuwa ni mto ambao ni mkubwa na mto ambao ulikuwa na maji mengi, kwa hiyo Yesu alibatizwa ndani ya maji mengi. Kwa hiyo tunatakiwa tujifundishe hapo kwamba Yesu amebatizwa ndani ya maji mengi, na kama amebatizwa ndani ya maji mengi, na sisi tunatakiwa tubatizwe hivyo hivyo, kwenye sehemu ya maji mengi. Ukiona mtu anakuletea maji ya kikombe kwa ajili ya kukubatiza, huo unakuwa si ubatizo wa kweli. Ubatizo wa kweli au ubatizo ndani ya bakuli ama kikombe ama kwa kung'olewa meno kama watu waliediumalia wanavyofanya, hivyo wanakuwa ni wanaongea uongo na si ubatizo wa kweli. Lakini kuna wale watu ambao wanasema wanabatiza kwa moto, wao wanaruka moto, wao ni pia ni ubatizo wa uongo, kwa sababu tunatakiwa tufuate nyayo za Kristo, kwa maana yeye ndiyo kielelezo chetu, na pale tunapobatizwa tunabadilishwa na kuwa wapya kabisa na kama tunabadilishwa na kuwa wapya kabisa, kila kitu cha zamani kinatakiwa kizikwe katika, na kinachotuzika sisi ni maji. Kwa hiyo unatakiwa uzikwe ndani ya maji, mwili wako wote, kuanzia kwenye ukucha mpaka kwenye nywele zako, sio kumwaga maji juu ya kichwa peke kia yake, afu mwili mwingine huku unauacha ukiwa mkavu. Huo sio ubatizo. Lakini pia katika kitabu cha kitabu cha Matendo nane thelathini na sita tunaweza kujifundisha kwamba kuna wale watu wengine ambao waliweza kubatizwa, ambao ni huyu, alikuwa ni towashi, alibatizwa na alibatizwa nane, alibatizwa na Filipo si, nane, ina, nane ina, na mstari wa thelathini na sita lakini lakini, tukianza na mstari wa wa thelathini na nne itakuwa vizuri zaidi. Inasema yule towashi akamjibu Filipo akasema naomba nabii huyu maneno haya kwa habari za nani? Samani inasema na yule towashi akamjibu Filipo akasema nakuomba nabii huyu asema maneno haya kwa habari za nani? ni habari zake mwenyewe au ni za mtu mwingine? You, Filipo akafungua kinywa chake na akaanza kwa andiko hilo hilo, akahubiri habari njema za Yesu. Wakawa wanaelekea njiani, wakapika mahali penye maji, yule towashi akasema, tazama maji haya, ni nini kinachonizuia nisibatizwe? Filipo kamwa Filipo akasema ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana. Akajibu akasema, naamini kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Akaamuru lile gari lisimame, wakateremka wote wawili majini, Filipo na yule tuwashi, naye akambatiza. Kisha, kisha walipopanda wali kutoka majini, Roho wa Bwana akamnyakua yule Filipo, yule toashi asimuone tena. Kwa hiyo tunaona kwamba toashi hapa alikuwa na soma Biblia lakini alikuwa hajaelewa akamuuliza Filipo, akamuuliza kwamba hizi habari zinamwelezea habari za nani, yaani zinaongelea habari za nani au anajizungumzia ye mwenyewe. Lakini Filipo akaanzia kwa andiko hilo hilo, akamwelezea kwamba akihubiri habari njema za Yesu Kristo, na yule toashi akaamini na alivyoamini Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, na bahati nzuri wakafika sehemu yenye maji ambayo ni maji mengi. Yule towashi akasema, nini kinanizuia nisibatizwe? Na Filipo akasema, ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana, kwa maana unatakiwa uamini Yesu ni mwana wa Mungu. Na akaamini kwamba Yesu ndiye mwana wa Mungu, na wakateremka wote wawili majini, yule anayembatiza na yule anayehitaji kubatizwa wote waka, na kumbatiza pale na alipombatiza akapata Roho Mtakatifu. Lakini hapa tumeweza kujifunza pia kwamba maji mengi yanahitajika wakati wa ubatizo, lakini pia Wakolosai mbili kumi na mbili ina na Warumi sita mstari watatu inatuambia kwamba ni ubatizo manake, ni mazishi, ni unazikwa na kufufuliwa ukiwa mpya. Tukisema kitabu cha Warumi sura ya sita na ule mstari wa pili inasema Aa, anasema mstari wa tatu inasema hamfahamu kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo tulibatizwa katika mauti yake basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Kwa maana kama, kwa maana a, kwa maana kama mlivyounganika katika m, m, kama mlivyounganika ka, kama mlivyounganika naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika muunganike katika mfano wa kufufuka kwake. Kwa hiyo kwa ni maji yanatumika kama kielelezo cha kaburi, kwamba sisi tunatakiwa tuzikwe na ili tufufuke tukiwa wapya kabisa. Na tunazikwa katika mauti yake na kufufuliwa katika mauti yake, tunazikwa ndani ya maji na kufufuliwa ndani ya maji na unapoingizwa ndani ya maji na kutolewa, unakuwa mpya kabisa, kwa maana unakuwa umemwamini kuwa Bwana Yesu ndiye mwana wa Mungu, na yeye atakuwezesha kutii na na kutii maagizo yote aliyoyaacha. Lakini pia kitabu cha Yohana 3:3 inaendelea kusema. Hapa ni Yesu alikuwa anaongea na Yohana tatu tatu inasema. Uh, Yohana tatu tatu ina... inasema kwamba Yesu akamjibu akamwambia, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemu akamwambia, mtu awezaje awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Yesu akamjibu amini amini, nakwambia mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kichu zaliwa kwa mwili ni mwili na kichu zaliwa kwa roho ni roho. Usitajabie maneno haya, usitajabu kwa kuwa nalikwambia hamna budi kuzaliwa mara ya pili. Kwa hiyo tunaona kwamba hapa Yesu alikuwa anamwambia Nikodemo habari za kuzaliwa mara ya pili, ambayo ni kubatizwa, kuzaliwa kwa maji na kwa Roho. Kwa maana ukishabatizwa kwa maji utapokea nguvu ya Roho Mtakatifu, kama vile mitume ambavyo waliweza kuhubiri na kuwabatiza watu takriban elfu tatu na wote wakapatwa Roho Mtakatifu. Hii inaelezwa katika kitabu cha Matendo ya Mitume inaeleza habari hizo, lakini pia kitabu cha Marko kumi na sita kumi na tano inasema kwamba, wana ni wakina nani wanastahili kubatizwa? Je, ni watu wazima na watoto ama ni watu wazima peke yao? Hili ni swali ambalo watu wengi walikuwa wakijiuliza na wakikosa majibu, lakini tunatakiwa sisi tuwe na majibu yake, kwamba je, watoto nao wanaruhusiwa kubatizwa ama ni watu wazima peke yao? Katika Maiko, kitabu cha Mariko sura ya kumi na sita na ule mstari wa kumi na tano inasema, akawaambia, enendeni ulimwenguni kote mkaubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa, na ishara hizi zitafuatana nao waaminio kwa hiyo tuna maandiko yanasema kwamba aaminie na kubatizwa ndiye atakaye okoka. Neno la kwanza kabla hujabatizwa lazima uamini. Uamini nini? Uamini Yesu ni mwana wa Mungu. Sasa mtoto mwenye miezi miwili miezi mitatu miezi minne, huyo ajui jema wala baya, wala awezi kuamini, kwa maana huyo anakuwa chini ya mama zao. Kwa hiyo mtoto mdogo atakiwi kubatizwa wanaotakiwa kubatiza ni watu wazima kuanzia umri wa miaka kumi na mbili na kuendelea, ambaye anaweza kuamini kwamba naamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu na wale watoto wadogo hawastakiwi kubatizwa. Lakini pia kitabu cha Mathayo kumi na tisa kumi na tatu tunaona Yesu aliletewa watoto lakini hakuwabatiza kwa maana walikuwa ni watoto. Inasema mstari wa kumi na tatu inasema ndipo akaletewa watoto wadogo ili aweke mikono yao juu yao na kuwaombea, wanafunzi wake wakawakemea, lakini yesu akawaambia, wacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, kwa maana walio mfano wa hao ufalme wa mbinguni ni wao. Akaweka mikono yake juu yao, akatoka huko. Kwa hiyo tunaona kwamba Yesu pia aliletewa watoto wadogo, lakini hakuwabatiza, kwa sababu watoto wadogo hawabatizwi. Lakini pia kitabu cha kitabu cha cha Matendo nane sura Matendo sura ya nane nahuyo mstari wa kumi na mbili inaeleza habari za watu wanaotakiwa kubatizwa mstari wa kumi na Matendo sura ya nane na ule mstari wa kumi na mbili inasema: lakini walipomwamini Filipo akizihubiri habari njema za ufalme wa Mungu kwa jina lake Yesu Kristo, wakabatizwa waume na wanawake, wakabatizwa wanaume na wanawake. Kwa hiyo tunaona kwamba hapa walibatizwa wanaume na wanawake, watoto hawakubatizwa kwa maana au mtoto mdogo hawezi kuamini. Wanaoamini ndio wanabatizwa. Watoto wadogo hawabatizwi kwa sababu hawajui neno jema wala baya. Kwa hiyo tumeweza kuona kwamba ubatizo wa kweli ni ule ubatizo wa maji mengi, na mtu anayestahili kubatizwa ni yule mtu mzima ambaye ameamini kuwa Yesu ni mwana wa Mungu, na akishaamini hivyo anatakiwa abatizwe, anatakiwa abatizwe, anatakiwa kubatizwa. Lakini pia kuna kitabu cha kitabu cha Warumi sura ya kumi na ule mstari wa tisa inasema inasema, inasema kwa sababu kimkiri Yesu kwa kinywa chako na kuamini, ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa hiyo jambo la kwanza ni kumkiri Yesu Kristo kuwa yeye ni Bwana, lakini pia uamini kuwa Mungu alimfufua katika wafu. Hilo ndio litafanya wewe upate wokovu. Wokovu unakuja kwa kuamini kuwa Yesu ni mwana wa Mungu na Mungu alimfufua katika wafu. Na ukishaamini hivyo, wewe unatakiwa uje tukubatize uwe mwanafunzi wa Yesu Kristo, kwa maana wanafunzi wa Yesu Kristo wao ndio watauzisi uzima wa milele. Baikiweni, muwe na siku njema. Asanteni, asanteni sana. Lakini pia usisahau kusubscribe, kucomment na kushare, na Mungu awabariki sana. Barikiwa. Watu wengi wao natafuta kuwiga waige miti

Walikuwepo wengi majemedari, watu maarufu tena wakubwa, historia zao zimekoma, imebakia yake Yesu Mwokozi. Walikuwepo wengi majemedari, watu maarufu tena wakubwa